Nimeteswa na maisha kwa muda mrefu, sasa sitaki kuteswa tena. <laughs> Haleluya! so it's very wrong. Stima kupotea hapa ama kwenda off, tumetumia elfu mia nne 400000 kwa watu wa JCM wanakuja leo kuconnect generator pamoja na stima, ili stima ikipotea kidogo generator ina, inaenda on. Na sahi wako town wananunua hizo vitu zote ili warekebishe kwa sababu they are the best people. We love JCM Church. They are the best. They are the best. They are the best. Ni sawa, tunatumia pesa tunatumia pesa mingi, lakini wamengangana sana ku make sure tuko sawa katika mambo mengi na kuturudisha hai kidogo. Sema amen, especially katika mambo ya online to make sure our television zina run properly. Online church inaendelea vizuri. Sahii ukiangalia Facebook we are doing well, TikTok we are doing well. Wachana ile tiktok yangu ya zamani, ile nilikuwa napata watu elfu kumi views lakini ni zile sarakasi nafanya hapo. Sasa hii hakuna sarakasi <laughs> ni serious business <laughs> Watu walini, wa, wamesema kwamba the new pastor Kanyari the new prophet Kanyari. <laughs> <laughs> Anasema, Kanyari change. Uh, watu wanasema Kanyari amechange siku hizi. Sijui kwa nini watu wanasema nimechange. Mimi ni ule tu Kanyari wa zamani lakini sasa mimi ni Baba Sky. Amen. Unajua mimi sijui kujifanya, ati sasa nikae hivi please the Lord, hallelujah, the bible say, the bible say ay, mimi nitaboeka sana. Mimi kama nikuruka, tutaruka gate, tutaruka fence, tutazunguka huko mguu, tutakula motura, tutakula bajia hat hukaa hivi ndio nionekana nimeokoka kuliko wala watu wengine ah, inaboekaga na hiyo wokovu. so I'm happy. Bwana wabariki mnaonitazama katika Shifo TV, poleni TV ilikuwa off kwa sababu ya stima. mnao mnaonitazama katika TikTok, mnaonitazama katika Facebook, mnaonitazama katika YouTube. Welcome here in Jesus name. Zamani watu walikuwa nashika tusimu wakati wa kwenda TikTok, nashika kasimu hivi sasa, hakuna kushika kasimu. Watu wa JCM wametufundisha fundisha mambo. Zamani ilikuwa youtube pia ni shida, facebook ni shida, but we have now, unaweza tuona facebook, unaweza tuona youtube, unaweza... nilishangaa sana pictures zetu zinaenda mpaka 10000 views, pictures only, wala watu wameview our pictures, picha Picture video picture, zile huyu anapiga, unasikia wewe unapiga, wale watu unaona warembo warembo kwa hii kanisa, ndio unapiga picha, ukipiga mtu anakaa funny. Unajua, mimi nashangaa na hawa watu wangu wa media, yule mtu ambaye amelala uzingizi ndio wanachukua, walikuwa anachukua yule mtu unaona mrembo. So ukiona mbele yako customer uko mrembo yule mtu naona mrembo chuk. Yule ako serious, yule anakaa kungangana na mai, usichukue. Oh, huyo acha huyo, kwanza tumpatie unga anone none kidogo na tumsupport katika biashara azimame. Akisimama apigwe picha lakini kwa sasa usimpige ndio. <laughs> tuuzeuze kanisa yetu sema amen, amen. We have a very beautiful church, a good church a church for all we need everybody to come to this church so we must maintain peace and order and love and care in our church sema amen hivyo wakati unasikia nikisema kama umeboeka usipigwe picha usinikasirikie just understand ya kwamba we are selling our church to be the best church in Africa ama in the world Sema amen. Bwana awabariki. I love you so much. I love you with the love of God. Na ninawapenda sana. Na ninawatakia mema katika jina la Yesu. Today I'm going to teach about leadership. Leadership. Naenda kufundisha kuhusu uongozi. Leadership is not position. Uongozi sio position. You anasema ni functional. Yani ni ofisi inayofanya kazi. Hiyo ndio leadership. The office that work, that's work. Leadership. Salimia jirani yako mwambie uongozi unaofanya kazi. Hiyo ndio leadership. Sema amen. You can be a leader. But unfortunately, You are not a good leader. Niko na msichana mokorino hapa ambaye ni mzuri sana, ako hapa ndani ambaye is a good leader katika mambo ya kumanage mambo ya media, she is the best. Tuko na huyo mwingine amekimbia, anaitwa baby, naitwa patience baby. Najua nasemea kila siku, niseme anaitwa nani? Ana, nikisema anaitwa bebi, watu wanasema pasta anaita msichana kwa kanisa bebi. Jina ya Kikamba, Wakamba wanaitagwa mpaka switi, wengine wanaitwa jina ingine, fani inaitwa Katombi. Sasa Wakamba, they have the best names in Kenya <laughs> I don't know why they they have those kind of names. Akini, I think ni wengine wanajiita mpaka sweetie mpaka nani sasa, that's why baby anaitwa baby. Imekaa na baby 15 years 16 years. Nikioa betibayo baby alikuwa so, siku ya kwanza baby nilipomuita baby, betibayo alikuja akamuuliza na, kwa nini unaitwa na baba baby? Akasema hiyo ni jina yake. Sasa wakaelewana lugha, sema amen. Leadership is not about position. Tunaweza kuweka hapo kuwa leader, lakini ofisi yako ikose kuwa functional, ni kwa sababu you are leader by name, lakini you are not qualified to be a leader. Wangapi wanasema ni ukweli? Na ndio maana mimi kila siku nitakuwa nasema two term mimi nasapoti hii serikali sana <laughs> watu watalipiga online wanitusi, lakini mimi nasemaga tuta. kwa sababu mimi katikati ya serikali zote zimepita, kama kuna serikali nimeona imefanya kazi mbele ya Mungu ni hii. Ni vile wewe acha nikwambie, ni, ni vile wewe una, unasema wewe ni maskini kwa sababu hata siku ya uhuru huku ana kitu. Watu waambiane ukweli wakati wa Kebaki ulikuwa hivi hivi. Kwa hivyo biashara ya wewe kusema saa yote one time. Wewe <laughs> wacha na mambo ya one time. Mimi I support the government. Sijai sijai kutana na wao , lakini nawasapoti. Hawanipigiagi simu lakini nawasapoti. Wamama wote wazee kwa hii kanisa nimewalipia sha Free. One year. Asante mama angu. One year. Sha ya kwamba awa mama hawatasumbuka. Ukigonjeka unaenda hospitali yoyote, unatengenezwa, na unapewa madawa free. Sasa utanisumbua nisine nikuombea saa yote? Mambo ya hospitali, wewe peleka hospitali. Mambo ya kiroho, kuja hapa kanisani. Lakini si unavunjika mkono unakuja kunitafuta hapa nikuombe? Wenda hospitali. Maombi yenye ninaomba ni, ni ya mambo ya kiroho peke yake kunyongwa na mashetani, hiyo yenye daktari hawezi, hiyo ndio anapapana naye. Lakini si unaweza kuumwa na tumbo unakimbia hapa, si uende hospitali? Unaumwa na kichwa unakimbia hapa, kwani hujui hospitali iko wapi? Navunjika mguu unakuja kwa Kanyari na miti mimi siyo daktari <gulia> labda kama kuna maroho inakuandama ya kuvunjika miguu kila wakati Lazima uelewe kazi ya daktari na kazi ya, pa? ya pastor. Sema amen. Leadership is functional, ni ofisi inayofanya kazi. Saa zingine huanga anatukana kina Dominic, wananiambia prophet, unatutukania nini? Nawaambia kwamba your leadership haifanyi kazi. Maana mimi siyesi mama hapa, nateseka na stima, na kuna watu wako hapa Ninasumbuka hapa na hankachifu, eti ndiani kupangusha na hankachifu zimejaa huko, na kuna mtu ambaye ameandikwa kazi kuleta hankachifu. Ni kumaanisha kwa hiyo ofisi kuna mtu amelala kwa ofi. Ambia jirani yako, wacha kulala wewe, ukishalala unasema wantam, wantam. No, don't be lazy and expect solution. Don't be lazy and expect solution There is no solution for the lazy people. Angapo nasema ni ukweli, jitume. Yaukia jirani yako mwambie jitume. Eh, watu kamera kuchukua, wa kamera mkijaribu kuchukua mtu amechokachoka kwa hii kanisa, na wavuta kasi watu waende saruni watengenezwe. When pedicure na manicure. Wacha kukaa kama kama mfuko, kaa kama mtu, be smart, the way you dress, the way you are going to be addressed. Hakuna vile utaadresiwa vizuri na umevaa vibaya. Ukivaa mini skirt, watakuita na watatamani kulala na wewe. Wewe akili yako itakwambia ni kukupenda, wanakupenda lakini ni the way you dress dress to be addressed. Geukia jirani yako msalimia, high five, mwambia dress to be addressed. Wangapi wanasema ni ukweli? Ukweli. Kwa nini mimi nimevaa suti? Kwa nini sijavaa? Sengenge ni ng'ombe iandikwe hapa, dawa ya menyoo dawa ya menyo. Sengenge ni ng'ombe na anakuja hapa, ama t-shirt imechorwa condom ama t-shirt imechorwa dawa ya menyo. No, you dress to be addressed. Unavaa vile ungetaka watu wa kuongeleshe. Ukisikia watu wanakwambia how are you sir, ni vile umevaa ume, mm-hmm. Ukisikia watu wanakwambia how are you Monene, ni vile umevaa. Ukisikia watu wanakwambia wewe simama we, hapa wewe ni mwizi, ni vile umevaa kuna kijana ananisumbua kila siku, ananiambia, Pastor, mimi nikitoka kanisani lazima nishikwe, nishikwe, nishikwe. Nikamwambia, na wewe hii marasta, polisi wakiona hii marasta lazima wakwambie, kijana hebu simama kidogo. Lakini mimi naweza ambiwa na polisi, kijana simama? no. No, they see, I am wearing the best suit Amen. Hallelujah. na suti sio expensive kuna mbaka suti za linganisha. Amen. Mwambie linganisha. Kama unanielewa, ebu imagine mimi nikikuja kwa hii kanisa na kenyasa na t-shirt na vest, alafu nakwambia yo. <laughs> Sema amen. Amen. Ninavaa vizuri na kula vizuri na ng'ang'ana na jipaka mpaka marashi. <laughs> Sasa ukinikaribia unasikia ni na haleluya. Sema amen. Amen sama wazita unaongea hivyo, na kama mtu ana pesa nana, nakuambia usafi ni pesa, wakapo nasema usafi ni pesa. Usafi zi pesa. You just wear properly. Ukiona wewe ni mama unaambua ni vile umevaa. Ukiona mtu anakwambia mama wewe nitakutandika ni vile umevaa. Mama nyamaza ama tukupige ni vile umevaa. Baki tu ukivaa vizuri hata kuna ofisi utaenda ufunguliwe mlango. Amen. Kwa sababu ya dressing ambayo umeza. Yes. That's why unaona pale, ukiingia kwa mlango, Asha anaangalia vile umevaa, unashikwa mkono, unaletwa mpaka huku mbele. Yes. Naambiwa kaa hapa mbele. Unashindwa. Bwana nimeambiwa nikae mbele. Si wewe umekaribishwa. Ni dressing code yako. Hallelujah. Leadership is about functional. The office that inafanya kazi. The office. The office. Eh, uh, mimi nataka kuwa mwanasiasa na bado ni kuwe pastor. But, 2027. Sasa eh, huanga, I, I, do a lot of good things everywhere I go. Sasa kuna vijana walinipigia simu akanambia Pasta, si unataka kura? Nikawambia kura yenyu msinipe kuja. Nikawambia haya, mnanikomande juu mnataka kura, msinichague nitachaguliwa na mtu mwingine. Mie, I cannot. Siwezi piga magoti kwa sababu nataka kura mnisinde mkilisumbua. Bwana asifiwe. Na wala watu wanashambulia Profeta Wall. Waachana na yeye, watu wametukana Profeta Wall sana jameni. Hati yako ponya wagonjwa. No, stop that. That's a man of God. That's a man of God. Tumuheshimu tu vile alivyo, hata kama hatuelewani katika lugha ya mambo is a man of God. Na akona watu wako nyuma yake. Sema amen. Sema leadership. Position is an office. Position ni ofisi. Lakini kuna tofauti kati ya position na ofisi inayofanya kazi. Ofisi ya media, ofisi ya praise and worship, ofisi ya ushering, ofisi ya security, ofisi ya mchungaji ofisi ya youth wa kanisa, an office that is functional. Watoto wangu wako UK, United Kingdom. Mimi sijawahi kanyanga United Kingdom maisha yangu yote, lakini wako huko. Waliniambia wanataka kwenda out, nikawalipia ndege. The event. Sasa watu wa ndege wamenipigia simu wakaniambia wanarudi tarehe kumi. Sasa nilipe tena wale watawa escort kwa sababu ni watoto wadogo, lazima wawe na watu wa ku escort. Kauliza pesa ngapi? Eti escort 30,000, kuwaleta mpaka huku. Work hard ili watoto wako wasizae wakiwa wadogo. Work hard, sema amen, and God will bless the work of your hands. Na Mungu atabariki kazi ya mikono yako. So everybody must work kama utafanya kazi dunia itakutreat kama mnyama maisha itakugonga maisha itakupiga kama wazimu work hard. don't sleep Sasa nimefanya kazi a yeah. tu wako Kenya wako UK na mama yao alikuwa ameolewa na mtu mwingine sasa tuko baba wawili Watoto wangu wamebarikiwa, wako na watoto baba wawili, baba huyu na baba, baba, baba they are very blessed. <laughs> Paulo anasema namna gani? Hizo vitabu unanipatia bebi katika haraka haraka haraka. Paulo anasema kwamba nilifanya kazi na mikono yangu. kama utafanya kazi, utakuwa mzigo hata kwa hii kanisa. Kila siku unga unga tunapea watu wazee miaka sitini na kupanda, lakini wewe nani? Mtoto mdogo, jameni, tukuja tukupatia troli ya mayai usimamisha pale nje, uuze mayai. Fanya kazi na mikono yako if you don't want drama in your life, ata kama we ni pastor, even if you are a pastor, you are a prophet. Hii kanisa yangu inafunguli angu wa Wednesday na Sunday. Mimi nakujaga hapa jioni kuenda life on air peke yake. Hiyo saa zingine mimi niko kazi. Hata mimi niko kazi. Amwaki. Sitaikuwa muziko kwa hii kanisa kuwaomba omba pesa. Hata mimi ndio napeanaga huku kwa sababu niliamua ndani yangu baada ya scandal ya 310 niliamua ndani yangu sitaki kudepende na kanisa tena. Nataka mimi Mungu unibariki ndio niwe na bariki kanisa. Sema amen, haleluya. Fanya kazi na mikono yako, usikubali kulala Work with your hand. Work hard, pigana na watu, watakupenda when you are poor. Hakuna mtu atakupenda maskini, hawapendwi maskini, anachukiwa mpaka na jirani yake, maana hata waswahili walisema, mkono mtupu aulambui. That's why your mother akupendi. Wangapi wako hapa wazazi wao wawapendi? Oh, mama, mama ameinua mkono. Mwingine, mkono mwingine inua, unajua your father ama your mother hawakupendi, inua mkono wako juu. Ni wengi, we are many. We are many. Hata mimi nishaikuwa hapo. Your own mother, anakuchukia. Your own brothers, they hate you. The reason why they hate you. They don't hate you because they hate you. They hate you because you are poor. Second Thessalonians Second Thessalonians 3:10. They hate you because you are poor. Ukitaka kusimama MCA huku acha kushinda ukingangana, wetafuta pesa. Watu watakupea kura saa kumi na moja asubuhi. Ukitaka kusimama acha kujipendekeza kwa watu. Ukitaka kusimama MP usingangane, enda utafute pesa. Alafu kuja 2026 they will choose you mapema, wanakuchagua wakuwa wakupendi lakini kwa sababu ya kule uliona kule. Wakina wa mudhende wa mudhende wa mudhende wa mudhende alichaguliwa because of money. If you want to have a bigger ministry, bigger what, bigger what, everything is about money. Hata ukitaka msichana mrembo, wasichana wote warembo rembo ni wadosi wa, wa wale sura baya wanabakishiwa hao wengine. Angapo wanasema ni ukweli pasta. Tell him the truth. Wasichana wote warembo ni wa mabonyenye. Maana wewe ukituma message yeye anatuma pesa au unatuma emojis ya mtu atuna nguo yeye anasukuma mpesa. Hello, hello darling, how are you? I'm doing fine. Umekula leo. Kwanza anakuulizaga zile vitu ambazo anajua eh, irritating Alikuwa amekula leo. Eh, nimekula. Leo ujaenda kutembea? Sijaenda. Kwa nini? Sina pesa. Ulikuwa unataka ngapi? Anakuuliza tu vitu kama uto. Lakini wewe unaepuka kuulizwa maswali kama hiyo. Alafu <laughs> msichana mwenyewe unamuita Goldiga. Unamuita Goldiga because you don't have money. <laughs> We, na huyo msichana niliachana na yeye. Niliona ni Goldiga. Akuwa Goldiga. Ni pesa hauna. Amen sema <laughs> amen. What the bible say. Kuja uniwekee maji hapa hapa tu, maji kidogo. Haya, twende kwa maana. Oh, nimesahau niko na tv nyingine hapa. Aya, nyi someni huko na mimi nisome hapa. Kwa maana hata tulipokuwa pamoja nanyi tuliwapa amri ili kwamba mtu yoyote asiyetaka kufanya kazi. Ah. Niko na watu wanakaa kwa ikani zangu watai kufanya kazi vijana. Kazi yao ni kuniambia za maharagwe, za maharagwe, za maharagwe. Wewe utai kujituma, kazi yako ni kuniambia za maharagwe kwani mimi nina pesa ya kutupa shwari? Hata mimi niko na mashida. This world ni do me, I do you. Help me, I help you. Stand with me, I stand with you. Amen. Najua ninaweza kuwa mtu mzuri katikati ya watu wabaya ama nikuwe mtu mbaya katikati ya watu wazuri. Kuna watu hao kwa hii kanisa wanajuliza mbona pasta hatusaidiagi na tunaonana pea mtu elfu mia moja elfu hamsini. Why? Are you a good person? Je, we ni mtu mzuri? Ukijiambia utadhania wewe ni mtu mzuri but you are not a good person. Be a good person to the right people. Wacha kuwa mtu mbaya katikati ya watu ambao wako na uwezo ya kusema. Unajua kuna watu wako na access ya hii Kenya, hii Kenya iko na wenyewe, pesa haziko binguni, ziko na wananchi. Wangapi unasema ni ukweli, hii Kenya iko na wenyewe? Shida yako sio shida yangu. Wewe unasumbuliwa na, na, milioni moja, na elfu mia moja. Mimi mimi mimi, jana tulikuwa namtesa majini huyu pastor. Ni pastor. Sasa yeye amengang'ana kunifuata kunifuata juu ya shilingi elfu kumi nikipanda anapanda, nikimuuliza ni nini, nikamwambia mimi nasumbuliwa na milioni mia moja, wewe unasumbuliwa na elfu kumi hata haulali. Lazima ukiniambia monene. Naona kama ni kulala unalala. Tulikuwa na yeye mezani, ikafika saa saba, nikaanza kulala sasa. Je, si laendaje kwa kitanda, na mimi sina bibi. Sasa kushinda nikipanda huko juu. Nazubanga hapo mpaka asubuhi. I don't have a wife. Sasa nalala kwa kitanda kufanya nini, ama bachela, bachela, mahali nitalala ni mimi najua. Na sina watoto wako UK. Sasa mimi hata nikilala mstuni wa, uh, hakuna mtu ataniuliza am alone